Na mtazamaji, maelfu ya wakazi wa Kihoto mjini Naivasha, kaunti ya Nakuru wanaishi kwa hofu na wasiwasi kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na kufurika kwa Ziwa Naivasha. na baadhi yao wamelazimika kuhama huku wengi wakilemewa na gharama ya kutafuta makao mbadala. Na msafina chen oma alitembelea baadhi ya familia zilizoathirika na hii hapa taarifa yake. ni katika eneo la Lake View Naivasha, kaunti ya Nakuru, ndivyo hali ilivyo katika mtaa wa Kihoto, mojawapo ya maeneo yaliyoathirika pakubwa na mafuriko yaliyosababishwa na kufurika kwa ziwa Naivasha. Haya yalikuwa makao ya Sisilia Wanjiru na familia yake, ila sasa eneo hili limesalia hivi kama mto uliojaa maji chafu. Mawazo yangu ni kushindwa, tunatoka hapa tuende wapi? Na tunajua hapa ndiyo nyumbani Mama huyu anakumbuka jinsi alivyolazimika kuhama na wanawe boma lake lilipofurika maji. Ilianza kujaa huku nje, halafu tukaona kama itaisha, tukakaakaa tena kuambuka, tukakuta kuna maji, na tuna msichana anaenda kufanya mtihani wa form four, tukaona atakuwa anapitia kwa maji kila sana. Imeingia kwa nyumba saa, ikabidi tutatafute ka nyumba twende wakazi wengi hapa ni wafanyikazi wa kampuni za maua. Hamisi Ondieki ni mmoja wao na anaeleza kwa nini ameshindwa kuhama. Mahali unaenda lenti iko juu, hata ukienda kuliziwa pesa uko na elfu moja ama elfu mbili, unaambiwa nyumba ni elfu kumi. Hali imekuwa mbaya zaidi kwake Hamisi, asijui atapeleka familia yake wapi. Nikiangalia mtoto nirudi niende kumalisia pipi hata kukula sikuli, mtoto akikuangalia na akikuongeleza ni machozi. Zaidi ya watu elfu nne wameathirika pakubwa na mafuriko haya, huku kukiwa na hofu ya maambukizi ya magonjwa. Serikali ya kaunti ya Nakuru imetoa malori na boti zinazotumika kuwasaidia wale waliopata makao mbadala kuhama, changamoto kubwa ikiwa jinsi ya kuwasaidia wale waliokosa makao.

Eneo hili lilikuwa barabara lililotumika na wakazi wa Kihoto kufika nyumbani, shuleni, makanisani na hata dukani. Lakini hii leo limezama chini ya maji na tumelazimika kutumia boti hili ili angalau tupate fursa ya kukagua hali halisi. Ishara tosha ya mahangaiko wanayopitia wakazi wa eneo hili ambao kwa sasa wito wao kwa serikali ni kujitokeza na kuwasaidia kurejelea maisha yao ya kawaida. Safin Achieng' Oma, runinga ya Citizen kutoka Kihoto, Naivasha, Kaunti ya Nakuru.